Sisi tunapigania haki. Wapigania haki hatuonagi giza mbele, tunaona nuru mbele, kwa sababu sisi tuko upande wa haki. Eh, watu wanaoona giza ni waovu. Eh, wazungu wanasema the guilt are afraid. Sisi tunaona nuru, tunaona matumaini, tunaona hope, tunaona nchi nzuri, ndio maana tuko hapa. Tungekuwa ni watu tunaona giza, tungesha kimbia vita hii. Sisi tunaona mwanga, tunaona nchi ya haki tunaona mahakama zitakazotenda haki, na ndivyo wazee wetu walivyofanya kipindi kile. Na wao walipigana kipindi kibaya, ambapo hakukuwa na social media, hakukuwa na namna ya media kama hii kuwasikiliza sisi. Tunapigana katika kipindi kizuri zaidi. E, mtu akisingizia ni kwa sababu ya uoga wake na hofu, lakini sisi wengine ambao hatuna hofu mioyoni mwetu, tunajua tuko duniani kwa papasi ya Mungu, tunaona nuru tu mbele. Na wanachadema wasio na wasiwasi, chama chetu kiko imara